Kujua okay, jina naitwa Sista Amandina Chuwa, ni makamu mkuu wa shirika la Masista wa Bibi Yetu wa Kilimanjaro kwa kipindi hiki tunachomalizia sasa hivi, na huu mkutano ni wa nne kwangu kushiriki. Mimi kwa namna pekee kabisa ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku hii ya leo Tukaweza kufanya uzinduzi rasmi wa mkutano mkuu wa tisa wa Shirika la Masista wa Bibi Yetu wa Kilimanjaro, nikiendelea kumwomba Mungu Roho Mtakatifu aendelee kutuongoza na kutuangaza katika yote. Nashukuru sana dada. Wito wangu kwao ni kwamba sisi kama wanashirika tunaomba waendelee kutuombea sisi wajumbe wa mkutano mkuu wa tisa, ili Mungu aweze kutuongoza tuweze kujadili yale ambayo yatalivusha tena shirika letu kwa kipindi cha miaka sita ijayo na zaidi, tuweze kupata viongozi watakaoendelea kuliongoza shirika letu wako wajumbe hamsini. Ndio vigezo tulivyotumia ni kama ifuatavyo. Kuendana na utaratibu wa shirika letu, kunakuwa na wajumbe wa haki na wajumbe wa kuchaguliwa. Wana wajumbe wa haki ni viongozi mbalimbali, tukianzia na halmashauri kuu ya shirika, tukija wakuu wa provinsia, tukija makatibu, tukija wahasibu wakuu na kadhalika. Lakini wajumbe wa kuchaguliwa wanatoka katika jumuiya mbalimbali za masista wetu kwa kuchaguliwa na wanashirika. Mimi nikutakie mkutano mwema, Mwenyezi Mungu awajalie mweze kupata viongozi mahiri, watakuwa waendeleza pale ambapo mimi nimeishia na kuifikisha shirika ba. Tunashukuru sana dada, shukrani.